Taifa liliamshwa na mshtuko kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari, Cyrus Jirongo, aliyefariki katika ajali mbaya ya barabarani kando ya barabara kuu ya Nairobi Nakuru, eneo la Karai, Naivasha, majira ya saa 9 usiku wa kuamkia Jumamosi, kwa mujibu wa polisi. Jirongo alikuwa akiendesha gari lake aina ya Mercedes Benz lililogongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Climax na kufariki papo hapo. Hata hivyo, uchunguzi umeelekeza macho katika saa zake za mwisho ambazo sasa zimeibua maswali mengi kuhusu mazingira ya kifo chake. Ijumaa jioni Jirongo alikuwa katika hali ya kawaida. Majira ya saa tatu usiku alipiga simu kadhaa kwa marafiki na watu wa karibu, akiwemo Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula, akipendekeza wakutane baadaye. Walikula chakula cha jioni pamoja katika eneo la Karen, Nairobi, na waliokuwepo wanasema mazungumzo yalikuwa ya kawaida bila dalili zozote za taharuki. Usiku huo huo Jirongo pia aliwasiliana kwa simu na rafiki wa karibu pamoja na mfanyikazi wake akithibitisha kuwa alikuwa akielekea nyumbani. Hakukuwa na ishara ya hofu, haraka au wasiwasi katika mazungumzo hayo. Rekodi za mawasiliano zinaonyesha kuwa alionekana Karen karibu saa tano usiku, kisha akaondoka peke yake akiendesha gari mwenyewe, hali isiyo ya kawaida kwa mtu aliyekuwa mara nyingi akisafiri na dereva au mlinzi. Majira ya saa nane usiku Jirongo alisimama kwa muda mfupi katika kituo cha mafuta cha Karai bila kujaza mafuta. Dakika chache baadaye alirejea barabarani akielekea Nairobi. Ilipofika saa tisa usiku, msongamano wa magari ulikuwa umeongezeka katika sehemu ya barabara yenye mkondo mmoja Kulingana na taarifa za awali za polisi na mashahidi, Jirongo alijaribu kulipita gari jingine kwa kuingia mkondo wa magari yanayokuja na ndipo alipogongana ana kwa ana na basi lililokuwa likija. Na akaona upande yake gari zimekaa jamu, akaamua kuja penye niko, tukakutana kichwa na kichwa na yeye. baada ya ajali hiyo Maswali yaliibuka mara moja. Familia na watu wa karibu wameibua wasiwasi kuhusu vitu binafsi vinavyodaiwa kutoweka, safari ya usiku wa manane pamoja na njia aliyopita. Polisi wa upelelezi wamechukua jukumu la kuchunguza tukio hilo kwa kina, wakikagua rekodi za simu gari na ushahidi wa kitaalam kutoka kwa eneo la ajali. Kadri taifa linavyoomboleza kiongozi na mfanyabiashara huyo mashuhuri, simu za mwisho, mienendo ya mwisho, na dakika za mwisho za Cyrus Jirongo bado ziko chini ya uchunguzi, zikibadilisha ajali ya barabarani kuwa kisa kinachohitaji majibu ya wazi na ya kina.